Kufuatia tukio hilo lililotokea katika mtaa wa Nyakato wilayani Kahama, baadhi ya mashuhuda wanaeleza hali ilivyokuwa. Mama mwenye nyumba kwa kweli anapiga, sio kupiga, ana na haribu maana, na alafu na istosha, anapiga watoto ambao sio wake, akisimama hapo akikuta mnapiga, sori, mtoto akisimama pembeni, kipigo, akifanyaje kipigo? Akifanya, akichezea mchanga, fimbo, yani ye, kila kitu ilikuwa ni ni ni kwa kwa swala so la kugundua ule mtoto kwamba amefariki aligundua mama huyu, Mama Kennedy anamtaja kwanza, kwanza, kwanza, sana Yesu kwa wingi lakini ndo alienda kumbeba ule mtoto na akampaka mafuta akamvisha nguo ili ampeleke hospitalini. Huseini Mwita ni mwenyekiti wa mtaa wa Nyakato, anaeleza namna walivyobaini tukio hilo, huku mganga mfawidhi wa hospitali ya manispaa ya Kahama Dr Michael Mushi akithibitisha mwili wa mtoto Sofia kupokelewa na kuhifadhiwa kwenye chumba cha kuhifadhi maiti cha hospitali ya manispaa ya Kahama. Majira ya saa tatu na robo ya usiku nilipigwa simu na mwananchi mmoja msamaria mwema katika eneo hili, kwa maana ya jirani na nyumba hizi kwamba kuna tukio kidogo linawatatanisha, kuna kifo cha mtoto kimetokea, huku mwenye nyumba kwa maana mama mwenye nyumba akiwa ametokomea, maana aliondoka katika mazingira ambayo yalikuwa ya kiutata utata, hawakuelewa majirani yameenda wapi ametokaje. Kwa jana tulipokea mwili wa marehemu anaitwa Sofia Nduni, ambaye ni wa kike akiwa na miaka minne ambao uliletwa pale mapokezi ukiome ameshafariki. Kwa uchunguzi wa awali wa postmortem unaonyesha kwamba marehemu, mwili wa marehemu ulikuwa na majeruhi mbalimbali kuanzia kichwani, kifuani, tumboni. Kwa upande wake, kamanda wa polisi wa mkoa wa Shinyanga SSP Janet Magomi amethibitisha kutokea tukio hilo aliuawa baada ya kushambuliwa kwa kupigwa na fimbo na bomba la mpira la maji maeneo mbalimbali ya mwili wake na mwanamama ambaye kwa jina amejulikana kwa jina la Christina Kishiwa, ambaye ni bibi wa huyu mtoto, kwamba mama yake na huyu mtoto ni ni, ni ndugu, na huyu mama aliyefanya kitendo hiki cha kikatili sana. Aa, ametoroka lakini hatukubali la polisi tunapita chini kwa chini, uvungu kwa uvungu, tunaendelea kumtafuta.